Welcome to TV. Leo niko na msichana wetu mrembo sana. Very cute girl. Sio anatoka wapi? Tuanze na majina. Unaitwa nani mrembo? Naitwa Penda. Penda unatoka Kakamega, Lugari. Na mimi nikuulize Penda. Hii urembo wako siri ni gani?

Maybe uh, yeah. Kuna watu wengi hawapendi swali la x yeah. Wewe ni nini ambacho X alikufanyia unamchukia kabisa? Ali, mimi wa ni Ni mmoja wao watu wapendi swali. X alikufanyaje na huyo x wako na ule boyfriend ambaye uko naye sasa hivi, nani anaperform vizuri? My boyfriend ana perform smart sana.